ya kiusalama ambayo tuliipuuza kwenye mkoa na kupitia makamo wako, niwashukuru sana askari wa Njombe na vyombo vyote vya ulinzi na usalama vya Njombe, hawajarana kwa sababu niliwambia, yanazungumza mitandaoni. Ni kama tunavyosema omba Mungu ukiamini yupo, usiseme je, hayupo sijee usikucano kwa mtandani Kwani niliwaambia tuwashumu kwamba yakatokea, na tusione aibu kuihubiri haki. Mwalimu alisema ukweli una tabia moja, mwalimu Nyerere, ukweli una tabia moja, ukiupuuza ukweli lazima ujilipize kisasi wenyewe, si unaelewa? Na ndio nayo wote, mimi ningetamani kwa muumini wa ukweli, muumini wa haki. wamepata madhara mbaya. Hatupata madhara hapa, wamepata madhara makinga ilinga. Hatupata madhara hapa, wamepata madhara songea ninga. Hatupata madhara hapa, hapana, hapana. Mungu amesimama na la sisi, lakini vyombo la vyetu vimesimama na la sisi, lakini wapo wananchi waaminifu walisimama na watu wengi wanatuma message, mkuu wa mkoa, kuna vikundi huku vinazungumza na wengi, tuma watu nakuja, mkuu wa mkoa, tumeona watu wameshuka kwenye gari, sio watu wa makapa. Kwa hiyo hata watu wa biashara, mkuu wa mkoa, kuna guest fulani, kuna watu wameingia, na mnaenda nakuta pale kuna dada, kuna watu hapo wameingia, wametoa vitambulisho, lakini hatujawaelewa na watu walipoanza kuona kwamba nguvu ya vyombo kufuatilia chini chini kubwa na watu wakaanza kimbia ubaruku, kiingia Mafinga, kiingia wapi, hata maesiasema mona tujakusa Makambako na Njombe lazima turudi na haina shida. Piga beli ya harali, piga beli ya wapi irofi, piga beli ya barabara mbele kuingia Makete, piga beli belia. Tukifika Kenya huko upendo huko watu wazee wanatokea Morogoro. Ili wananchi wetu wawe salama. Ili watu wawe salama. Hatujafanya biashara siku mbili tatu, lakini tuna maisha. Ni kwa kweli hapa nitakuwa mtu wa mwisho kuona kama kuna damu ya mtu hapa. Fanyeni kila namna tuoshe kwa kwamba watu wote wako salama tu. Piga huko pa pa pa pa pa. Kwa sisi tajeshi hapa, saidieni kila kitu kwa sawa. Askari wetu kila kitu. Make wanamwambia wako wachache, lakini kwenye uchache wamebarika vizuri. Mgamu wetu na watu wema wamesimama naijaa, lakini watoe hofu ajiili biashara. Kama kuna mtu miongoni mwetu hapa ni barozi wa watu ambao wakuja kufanya fudo hapa, basi Mungu aseme naye kabisa. Kama tuakaa kwenye mkutano, kuna mtu miongoni mwetu ni agent anajali kuchora kwamba watu wamekaa Niwaambie kabisa kwamba sisi tuko na Mungu na tutamwomba Mungu awe daraja, jambo hili lipite vizuri, watu wafanye biashara zao.